Nabi kamala mjanja sana na ubabe fulani ndani yake, ni maneno ya mdao wa soka kutokea hapa Tanzania. Anajulikana kwa jina la Amani Simba, ambaye ameweza kutoa tathmini yake kutokana na mchezaji mpya klabu ya Simba Sport Club e, Naby Camara, kwa kudai kwamba Naby Camara ni mido mjanja sana na ni una ubabe fulani hivi ndani yake. Jana yani, kazima uwani kule namba sita kiasi aonekani mzuri zaidi akicheza nane au kumi, kwa sababu muda mwingi anakuwa anatoka eneo lake kusaidia kushambulia, kitu ambacho ni hatari ukikutana na timu zenye viungo wa janja design yake tazama hilo kipindi cha kwanza singizini walijaribu kupita katikati mara kadhaa na walifanikiwa kuwafikia mabeki wetu kirahisi hata kuna muda walifika kabisa kwenye 18 hapo nazungumzia dakika 45 za kwanza kwa waliotizama mpira kwa makini watakuwa wanaliona hilo. Mengine yalifichika kwa sababu ya ushindi mkubwa. Nafikiri mwalimu aliona hilo, kipindi cha pili akamsogeza juu Kagoma, akaingia kwenye namba sita hapo sasa ndio tuliweza kumfaidi Mwamba. Kapiga sana pasi za upendo, kiungo kikaimarika zaidi, katikati isingizini wakajikuta hawana pa kutokea. Utaona kipindi cha pili tulishambulia sana kutokea kati kwa sababu ufanisi uliongezeka baada ya Kagoma kuingia eh, alipunguzia Naby Camara majukumu yake noti kwenye, she, kwenye shilingi sita, tuendelee na Kagoma pamoja na alase kande Naby Camara tumpe namba nane lazima, nafikiri tutamfaidi zaidi ya pale alipocheza. Na Isingizini aliweza kuzungumza mda huyo na mshabiki wa klabu ya Simba, jinsi gani alivyo na bikamala mjanja, lakini pia ana kutoa mapendekezo yake, jinsi gani ambavyo naona huku akitoa mapendekezo yake kwamba kwenye namba sita tuendelee na Kagoma mwenyewe na pamoja na huyo mchezaji mm -hmm. mpya wa klabu ya Simba ae, Alasane Kande, huku akitoa mapendekezo mengine kwamba kama Naby Camara tumpe namba sita rasmi, huku akifikiria kwa kwamba anaweza kuwa mzuri na mtamu zaidi tofauti na ile ambayo wengi wamemzoea kumwona kwa sasa.